Tunaendelea kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, Ijumaa ya Oktoba 24 ya 2025 imetoa uamuzi wa kesi iliyokuwa ikihusu kutoweka kwa aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi na Cuba, Humphrey Polepole. Kesi hiyo iliyosikilizwa kwa umakini mkubwa kwa muda wa wiki kadhaa ilifunguliwa na wakili Pita Kibatala kwa niaba ya Polepole dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi, yaani IGP na maafisa wengine ikiomba amri ya mahakama itakayowataka wajibu maombi kumleta mahakamani au kueleza alipo. Kesi hii imekuwa mojawapo ya masuala yaliyovuta hisia za watanzania wengi hasa kutokana na hadhi ya Polepole pole katika historia ya utumishi wa umma na nafasi alizowahi kushika serikalini. Kwa wiki kadhaa taarifa kuhusu kutoweka kwake zimekuwa zikisambaa kwa kasi na familia yake imekuwa ikifanya jitihada za kupata taarifa rasmi kuhusu alipo. Uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa tarehe 24 ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025 unachukuliwa kuwa hatua muhimu ya kisheria katika kueleza upeo na mipaka ya mamlaka ya mahakama katika kesi za aina ya habeas corpus, kesi zinazohusu kutaka mamlaka ya umma kueleza aliko mtu anayedaiwa kushikiliwa kinyume cha sheria. Baada ya familia Humphrey Polepole kueleza kuwa haijawahi kumpata ndugu yao tangu aliporipotiwa kutoweka mara ya mwisho jijini Dar es Salaam. Kupitia wakili wake Peter Kibatala, familia ilieleza kuwa ilifanya juhudi mbalimbali mbali za kumtafuta ndugu yao kupitia polisi na mamlaka nyingine za usalama bila mafanikio. Wakili Kibatala aliwasilisha maombi mahakamani akidai kuwa mazingira ya kutoweka kwa Polepole yalikuwa yanazua mashaka, hivyo mahakama inapaswa kuingilia kati kwa kutoa amri ya habeas corpus ikiwataka wajibu maombi akiwemo mkuu wa jeshi la polisi kueleza aliko mtu huyo au kumfikisha mahakamani. Katika hati ya maombi, upande wa polepole ulieleza kuwa kulikuwa na mashahidi wa mazingira waliomwona mara ya mwisho kabla ya kutoweka, jambo lililoleta wasiwasi kwa familia. Hata hivyo, upande wa jamhuri kupitia kwa mawakili wa serikali ulipinga hoja hizo ukisema hazikuwa na ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha kwamba mtu huyo yuko chini ya ulinzi au anashikiliwa na vyombo vya dola. Kesi hii ilijikita katika msingi wa kisheria unaotambuliwa kimataifa na kitaifa kama habeas corpus, neno la Kilatini linalomaanisha mwili wako uletwe. Ni hati ya kisheria inayotolewa na mahakama kwa lengo la kuhakikisha kuwa mtu anayeshikiliwa analetwa mahakamani ili kuthibitisha kama anashikiliwa kihalali au kinyume cha sheria. Kwa misingi hiyo, wakili Pita Kibatala aliomba mahakama itoe amri kwa wajibu maombi kuonyesha mahali alipo Polepole, kwa sababu familia yake inahisi huenda anashikiliwa. Kwa upande wa jamhuri hoja kuu ilikuwa kwamba mahakama haiwezi kutoa amri bila ushahidi wa moja kwa moja kwamba mtu huyo yuko mikononi mwao. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote kwa ukamilifu, mahakama kuu kupitia kwa naibu msajili wa kanda ya Dar es Salaam Mheshimiwa Livin Liakinana ilisoma uamuzi wake tarehe 24 y mwezi Oktoba ya mwaka 2025 siku ya Ijumaa. Katika uamuzi huo mahakama ilieleza kuwa baada ya kupitia vilelezo ushahidi wa maandishi na hoja za mdomo haikuona ushahidi wa moja kwa moja unaonyesha pole kuwa polepole anashikiliwa na wajibu maombi mahakama imebaini kuwa hoja za muombaji zinategemea hisia uvumi na mashaka hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaonyesha kuwa wajibu maombi wanamshikilia Humphrey polepole Hivyo mahakama inajikuta mikono yake imefungwa kutoa amri ya aina yoyote, ilisomeka sehemu ya hukumu hiyo. Mahakama iliongeza kuwa kwa mujibu wa kanuni za kisheria ni lazima maombi ya habeas corpus yawe na uthibitisho wa msingi unaonyesha kuwa mtu anashikiliwa au yuko chini ya mamlaka fulani. Ikiwa hakuna ushahidi huo, mahakama haina mamlaka ya kutoa amri inayoweza kumlazimisha mtu au taasisi fulani kutoa taarifa. Katika mazingira ya kawaida, kesi hii inaashiria hali ya mtu aliyepotea, hivyo bila ushahidi wa moja kwa moja wa maha oyote kwa moja unaoonyesha anashikiliwa na nani, mahakama haiwezi kutoa amri yoyote, alisema naibu msajili Lia Kinana. Mahakama Kuu pia ilibainisha kuwa jukumu la kuthibitisha hoja ni la upande wa mombaji na si wajibu wa upande wa serikali kujibu madai yasiyo na ushahidi wa moja kwa moja. Baada ya hukumu hiyo kusomwa, wakili wa polepole pole, Peter Kibatala alizungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama ambapo Kibatala alisema kuwa familia na mawakili hawajaridhishwa na uamuzi wa mahakama kuu na wameamua kukata rufaa katika mahakama ya rufani ya rufani Tanzania. Alisema, tunaiheshimu mahakama kuu, lakini hatujaridhika na uamuzi huu. Tunakwenda mahakama ya rufani mara moja kwa hati ya dharura, kwa kuwa tunachopigania ni uhai wa mtu, alisema Kibatala. Alieleza kuwa familia ya Polepole inaamini bado kuna nafasi ya kisheria ya kuangalia upya hoja za msingi zilizowasilishwa, akisisitiza kuwa rufaa hiyo inalenga kupata tafsiri pana zaidi ya kifungu cha corpus katika mazingira ya kesi za kupotea kwa watu. Uamuzi wa mahakama kuu unaonyesha wazi kanuni kuu za utoaji wa haki kwa mujibu wa ushahidi. Mahakama imezingatia misingi mikuu miwili: kwanza, kuwa kila mtu anadaiwa kuthibitisha madai yake kwa ushahidi, na pili, kuwa mahakama haiwezi kutoa amri kwa msingi wa uvumi au hisia. Kwa tafsiri ya kisheria, mahakama kuu imeweka msingi wa namna kesi za habeas corpus zinavyopaswa kufunguliwa nchini, kwamba lazima kuwe na ushahidi wa moja kwa moja kwa moja unaoonyesha kuwa mtu anashikiliwa na mamlaka fulani. Bila ushahidi huo, mahakama haina budi kujiepusha kutoa maamuzi ambayo yanaweza kuathiri uhuru au mamlaka ya vyombo vya dola bila msingi wa kisheria. Uamuzi huu pia unarejesha imani katika uwiano wa mamlaka kati ya mahakama na vyombo vya dola. Mahakama haikuingilia mamlaka ya uchunguzi wa vyombo vya usalama, bali imeonyesha kwamba mfumo wa haki unafanya kazi kwa kuzingatia taratibu na uthibitisho. Kesi ya Humphrey Polepole imeweka alama muhimu katika historia ya kisheria ya Tanzania. Kwa mara nyingine, mahakama Kuu imeonyesha kuwa haki si swala la haraka, bali ni matokeo ya taratibu na ushahidi. Haki ya kuishi, haki ya uhuru na haki ya kupata taarifa ni ya haki zinazolindwa na Katiba, lakini utekelezaji wake unategemea taratibu halali za kisheria. Uamuzi huu pia umeweka msingi wa kisheria kuhusu jinsi mahakama zinavyopaswa kushughulikia kesi za kupotea kwa watu katika mazingira yasiyoeleweka, kwa mujibu wa kanuni za kimataifa za haki za binadamu. Hatua za kisheria ni za namna hii zinazoweza kuendelea kupitia mahakama za juu au kwa kuwasilisha maombi mengine mapya endapo ushahidi mpya utapatikana. Baada ya kutolewa kwa uamuzi huo, hatua inayofuata ni kusubiri rufaa ya wakili Kibatala katika mahakama ya rufani. Kwa mujibu wa taratibu, rufaa ya habeas corpus inachukuliwa kwa uzito maalum, hasa pale inapohusu haki ya uhai wa binadamu. Rufaa hiyo, ambayo inatarajiwa kuwasilishwa kwa hati ya dharura, itakuwa na nafasi ya kuangalia upya tafsiri ya mahakama kuu ushahidi uliowasilishwa na upeo wa mamlaka ya mahakama katika kesi za aina hii. Kama mahakama ya rufani itakubaliana na hoja za upande wa mombaji, inaweza kutoa maagizo mapya kuhusu hatua za kufuatilia hatima ya Humphrey Polepole. Na kwa kumalizia, uamuzi wa mahakama kuu ya Tanzania katika kesi ya Humphrey Polepole umeweka msingi wa heshima kwa taratibu za kisheria, uiano wa ushahidi na mamlaka ya mahakama. Mahakama imefafanua kwamba hisia maoni au mashaka haviwezi kuwa msingi wa kutoa amri za kisheria bila ushahidi wa moja kwa moja. Kwa upande wa familia, hatua ya kukata rufaa inaonyesha dhamira ya kuendelea kufuatilia majibu kwa njia ya kisheria. Kwa upande wa vyombo vya dola, uamuzi huu ni mwongozo wa kuimarisha wazi wa ushirikiano katika kushughulikia matukio yanayohusu usalama wa watu kwa Tanzania. Kesi hii imekuwa ni kielelezo cha jinsi mfumo wa mahakama unavyoweza kushughulikia masuala nyeti kwa uadilifu, utulivu na kufuata sheria bila kuingilia mamlaka ya taasisi nyingine za dola. Kwa muktadha huo, uamuzi wa tarehe 24 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2025 unabaki kuwa rejea muhimu katika historia ya haki na utawala wa sheria nchini. Haki inaweza kuchelewa, lakini haipaswi kukosekana. Kauli hii ya mahakama imeacha alama kama ujumbe wa matumaini kwa wote wanaotafuta majibu kuhusu hatma ya Humphrey Polepole. Na hayo ndiyo yaliyojiri. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hayo, lakini pia usiacha kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.